Maelfu ya Wakenya walimiminika eneo la pwani kwa sherehe za Krismasi kwenye fukwe za bahari, mikahawani na kwenye mabustani. Kando na kuogelea, wengi walijiburudisha kwa vyakula vitamu vya uswahilini huku wengine wakipunga upepo wa bahari. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Francis Mtalaki, wadau katika sekta ya utalii wanahimiza doria ya usalama kuendelea ili kuvutia watalii zaidi, shamrashamra za mwaka mpya zikianza. Ndivyo hali ilivyokuwa siku ya Krismasi maeneo ya Pirates, Mombasa, maelfu ya wakazi na watalii wakimiminika kusherekea siku hii <tiple> familia zikirusha roho ya Krismasi kwa kuogelea na kubarizi, huku mawimbi ya bahari na upepo mwanana ukiwatuliza pembeni, ili mradi wasalia na kumbukumbu kumbu za mwaka huu na kusherekea mapochopocho ya pwani. Kama mimi sahii, nataka Eh, sasa nimekuja hapa kujivinjari kidogo na kuingia beach kidogo. Nimekuja hii area ya Jomo Kenyatta Pirates Beach, na watu wamejaa sana hapa. Naona vile watu wanasherekea huko, kumetulia, hali ya security iko vizuri sana, hakuna tatizo. Na tunaendelea kujivinjari saa hii. Saa hii ndio shughuli imeanza. Saa hii nakaribisha wale wengine ambao wako mbali. Kando yake vyakula vya uswahilini vilisambaza harufu tamu, si pale pekee, bali hata maeneo ya bustani ya Mama Ngina ambako kulifurika furifuri, kila mmoja akisherekea utamu wa pwani kwa mshikaki, shawarma, mihogo, kachiri na hata madafu. Wenyeji na watalii wakeje mwayamwaya kila mahali. Kwa Henry Achayo, pamba ya sukari ilikuwa ni maajabu kwake inavyoundwa na kuwavutia wateja Oh, uonja vipi hata pia nataka leo, na mimi nikavionja leo nisikie kwamba ni vitamu kwa, kwa, kwa njia gani? Maana nimeona hata pamba ya nini, hiyo pamba ya sukari leo nimeona nitanunua. Na pia kuna, kuna inaitwaje ile tena nini hiyo e, tende ya keki, hiyo nataka pia hiyo kuionja leo nisikie vile inavyoonja. Mimi ni pamba Shangaa hey, pamba inaliwa mpaka nikaamua nika, mpaka wanigawie kidogo na mimi niweke mdomoni, imeyuka haikubakia hizi. <laughs> Ni kama sweet inakupatia kama taste fulani, kama vile mnavyonunua ice cream, any kind of keki zinawaletea taste nzuri. Mjini Malindi watalii pia walifurika kwenye fukwe za bahari na mikahawani, wadau katika sekta ya utalii wakitaka vitengo vya usalama kuendelea kushika doria, wageni zaidi wakitazamiwa kumiminika pwani kwa sherehe za mwaka mpya. Within the neighborhood. So tukiakishiwa namna hiyo, usalama utakuwa wa kutosha. Tunajua ndio tutakuwa na usalama wa kutosha, lakini kila mtu nawe ajitegemee ya kwamba si useme tu na achia security. Kila mtu kama ni wa apartment, kama ni wa hoteli, kama ni wa bar and restaurant, lazima uangalie usalama kwa kwako na kwa wateja wako. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.